Anaitwa Moris Makoi, ni mbunge mteule wa chama cha mapinduzi kupitia jimbo la Moshi vijijini e, wilaya ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Leo nimefika katika e, ofisi za bunge kwa ajili ya kumalizia taratibu za mwisho za usajili e, tayari kushiriki kula kiapo cha ubunge au kufanya majukumu ya ubunge kesho asubuhi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sambambo na wabunge wengine waliochaguliwa kutoka majimbo mbalimbali mbali. Uh, nimefurahia eh, kuwepo hapa na nataka nichukue nafasi hii rasmi kuwashukuru sana wananchi wote wa jimbo la Moshi vijijini, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa, wilaya, kata na matawi kwa kuniwezesha kufika hapa kwa sababu bila wao nisingeweza kuwa niko mbele yako. Lakini pia nataka nichukue nafasi hii kuwaahidi wananchi wa jimbo la Moshi vijijini kwamba baada ya kiapo, nitarudi jimboni ili tuende tukae tutekeleze mpango wa maendeleo ambao tulikubaliana wakati wa kuomba kura au kuomba ridhaa ya wao kunichagua kuwa mbunge wa jimbo lao.